Salama kwa familia ya APS hapa. Di Papa Mwamba, Refugee case manager pamoja na APS. Napenda kumifasilia namna gani unaizi kusoma email kutoka ku shule ya mtoto yako, kutoka kwa mwalimu au kutoka kwa administration pale shule ya mtoto yako Njo ile tunapenda kusungumuzia mwii video, namna ile unaweza kusoma ile maemail ya kutoka kushule kupitia ParentVue, ndio napenda kumifasilia. Sasa tutaanza namna gani nafungula ParentVue yako. ParentVue tunasema, unaweza kwanza unaingia aps.edu, ukuwe na id yako ndio username, kisha ukuwe na password yako ndio unatia pale ndio. Kisha pale kufungula hii page inatonesha hapa, natia username ile unatumikisha, kisha hapa anatia password hapa naingia aa, kulogin kisha ku login, unaona hapa vile tunasema Albuquerque Public School. Hapa account yako, hapa usaidizi, hapa online registration, hapa kama unamaniza log out kutoka, ndiyo. Hapa tunafasilia tena hapa ni watoto yako wale wako kwa shule mfano hapa ile tulionesha ku mwanzo, namna ya kutumikisha ParentVue. Tunaendelea tena hapa hapa kumifasilia hiyo mtoto eko kwa elementary school, wa masomo ya shule ya mwanzo, high school shule ya juu, middle school shule ya pakati. Ndiyo, tutaendelea na kutumikisha huyu mtoto mmoja. tasoma email yangu namna gani? Nanzia hapa tuko na Synergy mail. Unaona hapa namba ya wingi ya ma email ile iliingia ya kutoka ushule cha kwanza. Naklike pale pale, mimi naklike pa email, nasubiri kidogo unaona hapa tunakuwa na matablo mbili, hii tablo ya kushoto na hii tablo ya mkono ya kuume ndio. Kwa hii tablo hapa tuko na inbox, ni kusema ndani ya shanduku ya mabarua yako ile inatoka kushule. Hapa tutabana tunesha, ndani ya shanduku tuko na mabarua mia moja ishirini na mnane na kisha hii iko mumwekundu, ni kusema mabarua ya mingi hapa aisomewi ya kutoka shule. Nju pale ko mumwekundu tuko na mia moya na kumi. Hapa ni kama unapenda kutuma email, nju pale utatumia hii, inaonyesha ile uliandika kwa lakini au kutume. Hapa trashi iko saa Shanduku ya buchafu kwa kama unazima email itaingia hapa mutrash. Hii ni nje ya shanduku yako ya ma email. Sasa unaangalia hapa, tuko na vipande vya kuacha. Kama unaangalia mu hiki kipande hapa, inatonesha inatokea wapi from, na hapa banatonesha sujet banaandika hiyo juu ya nini. Hapa ni siku tare le bana banaandika hii email. Kama unaona hii alama, inaonesha seme kuko viungo awo bariongeza bari ambatisha maneno fulani, ndio utaiona kwa hii namna. Na kama hapa unashuka chini Unaona, hapa tunaanza na page moja, mbili, tatu, ine inaendelea. Sasa kama mimi napenda kusoma cha kwanza, naklike pale na klike pale, pale klike inanionyesha imabarua taisoma namna gani. Naklike kwa mfano kwa email yoo, hii inafunguka namna hii, inafunguka bananionyesha ilikuwa mwezi ii ya pili, tarehe mnane. Ya hapa ni maneno ya kusaidia pre registration, namna kusaidia namna kuandikisha. Na ii email barua ilitoka kwa nani? Jo tu inatonesha hapa jina ya ule alituma i email, jina yake iko pale, na hapa banatonesha ni shule kule i email ilitokea ndio, na kisha kusoma email unapenda sasa, unaweza kutumikisha hii. Ni kurudi, kurudi nyuma, kwa mfano kurudi kwa email, email ya kwanza, ndio pale tunarudia u. Lakini hii alama ni alama ya kuzimisha. Hii tunasema kama unazimisha, niingia huko msanduku ya uchafu ndiyo. Hapa ni kama unapenda kusoma ya kwa chanachana apa kama una tapenda kutafuta ndio, na apa mirirudia nyuma, ninarudia tena kwa email tulisoma. Tuko na hii alama hii, kwa mfano, kama ni minapenda kuendelea umkono mwanaume na huko, kama minapenda kuendelea ushoto. Sasa apa kisha kusoma, napenda kujibia email. Tajibia namna gani? Unaona hapa bana, andika reply ni kujibia. Kama na clicke pale, unaona yoyi inatoka hivi, inafunguka hapa. Tuko uku, ni kutuma uku ni kufunga. Napenda kujibia huyu aliniandikia kutoka shule ya mtoto yangu, jina yake yuko Iko pale njo kwa wale niko no, natuma kama mimi. Napenda kubadilisha mimi, mineezi ku click hapa, itabadilisha tare, inanipatia tare tena. Apa ni sige sije, kani mine ezi uh, kubadilisha kwa mfano sige, kubadilisha sga kwa mfano, niko lazima na information ma information fulani kwa masomo, mimi naandika habari au habari fulani ile iko nayo lazima kutoka kwa masomo hapa. Kwa mfano, natia pale, namlamukia mbele ndio, kisha kumlamukia naendelea na kuandika barua yangu, mfano ah, ndio kama mimi namaliza hapa nasema asanti na kisha kama minapenda kutuma hiyo. Sasa hivi minamaniza, naenda hapa panasema send, njo kutuma na naklike pale, ni kusema natuma nini? Natuma barua yangu najibia. Kwa hiyo email njo namna ya kujibia. Sasa hapa naklike hapa napenda kujua jua nini ku mwekundu anaangalia angalia, yote ko mweusi, nikusema sijasoma iyi ma email yote ya kutoka ku masomo kushule ya mtoto yangu, njo pano naona iko ivi. Na kama mimi naendelea mbele mbele uku kuishirini, njo kufungula yote, nikusema iko mingi, njo yote iyi, nikusema misi ya somayo na kwa mfano apa kama na klike pale naona inafunguka, unaona na huku inapunguka. Ilikuwa mia moya na kumi 10, na kwa mia moya na tisa. Ni kusema nini? nafungula moya na soma hiyo, inatokea kwa nani? kwa huyu mwalimu. Na tafanya nini? kama ninapenda kujibia kisha kusoma mpaka vile milimifasile a kumbele unaenda kureply. Kisha kureply, njo najibiayo ndiyo apa. Tunasema oku ne kame nakiliki apa, kwa mfano itakonesha natonesha, huyu umwalimu uyu kwa ole mili jibia au ole mili niliandikia njo yenye ile inanonesha pa minajibia kwa nani, kwa huyu mwalimu tu, kwa huyu mwalimu kisha. Sij yangu kwa nini tulisema information au habari. Kisha tare, inatupatia tare ya leo na saa ile milituma i milijibia kwa iyo email. Hapa tunasema kama unazimisha, kwa mfano itaingia mo, uko buchafu huko ni kama unaandika au jamaniza kuandika unaacha njo itakuya ukuingari mudraft. Kama uko lazima tena nakumaniza, utaklike pale, kisha kuklike taona inafunguka, ni kusema kwa huyo akujibie. Unezi kuklike tena pale inafunguka, kisha unajibia kwa hiyo email. Ndio, ndio namna ile tunawezi kutumikisha Parent View yetu na kusoma email kutoka shule ya batoto yetu, na kama tuko lazima na kujibia, njo mwei namna tuneezi kujibia. Ndiyo, cha kwanza ukuye na ID, nikusema username yako ya ParentVue, kisha ukuye na password. Kisha kufungula utaona majina ya batoto, ya mtoto moja. Kisha kama unafungula unachofusha tena pale utaona majina ya batoto yako bote na ila abaru unapenda kupata kutoka kushule ya mtoto yako utaklike pa jina ya mtoto na itafunguka. Kisha kufunguka bima barua njo unapenda kusoma unaingia papa, sine Gmail njo pale utapata barua au ma email kutoka kushule ya mtoto yako. Aksanti kwene wazazi, kama kuko swali yoyote ndio, mnajua papa mwamba na mnajua namba yangu ya simu na email, munawezi kupata yo, munawezi kuniandikia au kupitia ku namba yangu ya simu. Tunaweza kuongea na kufasiliana namna gani ile unawezi kutumikisha ParentVue yako na kusoma mabarua kutoka kushule ya mtoto yako. Aksanti.